Unastahili asubuhi ya leo, Baba yetu, wewe unastahili, unastahili we una

Hatuna mwingine sisi Bwana, a unastahiliye wewe unastahili kuabudiwa, unastahili. Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii, sijaona, sijaona kama Bwana hakuna kama wewe ambaye unastahili kuabudiwa peke yako, kwa sababu matendo yako ni makubwa na yajabu, ya ajabu tena yana hesabu. Tunakutukuza kwa sababu uaminifu wako ni wa milele na milele, unadumu vizazi hata vizazi. Umetupa neema tena siku ya leo kuingia malangoni pako, kukuabudu kuabudu wewe, kukusikia unapotufundisha na kutuelekeza, nasi kueleza haja za mioyo yetu, ili upate kututendea Bwana. Tunaalika neema yako na uwepo wako katikati yetu. Roho Mtakatifu uliye mwalimu, ukatufundishe ukatuelekeze, fungua fahamu zetu na akili zetu, tukapate kuelewa na maandiko, tena tukitiisha falme na mamlaka zote za giza kari ya jina la Yesu Kristo. Chochote kinachoinuka kinyume na elimu yako Bwana, tunakinyamazisha kimya, bali uwepo wako ukadhihirike na ufalme wako ukafunuliwe katikati yetu, tena fungua fahamu zetu tukapate kuelewa na maandiko ili utuponye kwa kumi na tisa utaoni, sababu ya mtu huyu kuhukumiwa kifo? Hakuna jambo ambalo amefanya linastahili kifo katika maisha yake. Wale watu wakasema, hamna shida, sisi hatumtaki, muondoeni huyu, mtufungulie Baraba. Wakamkataa Kristo, wakamhitaji mtu ambaye ni mnyang'anyi. Biblia nasema wakasema, wafunguliwe Baraba ambaye alihukumiwa kuuawa kwa sababu ya fitina katikati ya mji, lakini pia aliua. Kwao ni mtu ambaye alipanda fitina kwenye mji, watu wakafarakana, watu wakagombana, lakini si hivyo, ni muuaji, ana kesi ya mauaji. Watu wakasema bora utufungulie muuaji, lakini huyu mtuondolee kwayo. Yesu akakataliwa, ndio maana alipoangalia haya wakati anauendea msalaba alikuwa na maumivu makali anamwambia Bwana, ikiwezekana, kiniepuke, kwa sababu vitu ambavyo naenda kupitia ni vitu vigumu. Nakataliwa mimi bila kosa, bila jambo lolote kwo kwenye maisha. Kuna muda watu watakukataa, na hichi ni kizuizi kikubwa sana ambacho adui anakitumia ili kumkwamisha mtu asifike kwenye hatima. Anatumia mlango huu, anatumia jambo hili, ukataliwe na watu, ukataliwe na waajiri wako ukataliwe na watu ambao mnapanga nao mnashea nao mambo mbalimbali mbali. Ili kwamba wanapokukataa lizaliwe jambo jingine, ujikute hauendi kule unapotakiwa kufika. Na ndio maana tunasema sasa, msalaba ni nguvu yetu ya kushinda, kwa sababu Kristo alishinda. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema katika kile kitabu cha Isaya sura ile ya hamsini na tatu ule mstari wa tatu anasema hivi Isaya hamsini na tatu mstari wa tatu alidharauliwa na kukataliwa na watu mtu wa huzuni nyingi ajuae sikitiko na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao alidharauliwa wala hatukumhesabu kuwa kitu hakuhesabiwa kuwa kitu kwao alikataliwa na watu kwao kwenye maisha kizuizi kimojawapo utakachokutana nacho wakati unaiendea hatima yako, wakati unaitafuta hatima yako, utakutana na hali ya kukataliwa. Na madhara yanayotokea mtu anapokataliwa, jambo la kwanza linalotokea kwenye maisha yake ni kupoteza hali ya kujiamini. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anapokataliwa jambo linalozaliwa ndani mwake linazaliwa hali ya kutojiamini kwa sababu gani anakuwa na maswali na kujiuliza kwa nini watu hawa wamenikataa kwa nini watu hawa hawanihitaji kwa nini watu hawa hawahitaji ndoto niliyo nayo hawahitaji maono niliyo nayo kwa sababu hiyo anapoteza ile hali ya kujiamini na kumbuka ukishapoteza hali ya kujiamini hutakuwa na uwezo wa kufanya kile ulichokuwa unakifanya. Bwana Yesu asifiwe! Utakosa ujasiri wa kufanya kile ulichokuwa unakifanya, kwa sababu watu tayari hawana hali ya kukupokea watu tayari hawana mwamko wa kukusapoti. Kwa sababu hiyo, utajikuta unakosa hali ya kujiamini, na ukishakosa hali ya kujiamini, huwezi kuendelea kufanya ulichokuwa unakifanya. Ndio maana tunasema kizuizi mojawapo ambacho adui ukitumia na Kristo, alikishughulikia msalabani, ni hali ya kukataliwa. Ikabidi yeye abebe hali ya kukataliwa ili wewe ushinde katika jina la Yesu aliye hai, kwa sababu ukishakutana na hiyo hali kwenye maisha yako huwezi kufanikiwa ndio maana utaona ukisoma kwenye kile kitabu cha Yoshua sura ile ya kwanza ule mstari wa nane wakati Yoshua anapewa kazi ya kuwaongoza wana wa Israeli awafikishe katika nchi ya ahadi, moja ya kitu alichoambiwa aliambiwa, ya kwamba uwe hodari na moyo wa ushujaa, angalia kutenda sawasawa na yote ambayo Bwana amekuamuru, ndipo utakapofanikiwa katika njia yako na kukamilisha kusudi ambalo nimekuitia. Sasa unapokutana na hali ya kukataliwa, ujasiri wa kuendelea, ujasiri wa kuifanya hiyo kazi unakuwa haupo. Ndio maana wale wana wa Israeli walimwambia hivi Yoshua, kama Mungu amekutuma utuongoze, kama Mungu amekutuma uwe pamoja na sisi, tunachoomba awe pamoja na wewe kama alivyokuwa pamoja na Musa, vinginevyo hatutakusikiliza wala hatutakupokea. Mungu akamwambia, nitakutukuza katikati ya watu hawa kwa kuipasua Yordani, alipoigawanya Yordani, watu wote wakasema, tutakusikiliza kwa sababu tumeona Mungu akiwa pamoja na wewe. Adui anatumia hali ya kukataliwa ili kukunyima kufika kwenye hatima yako, kwa sababu inakuondolea kujiamini. Bwana Yesu asifiwe. Siku zote mwanadamu yeyote anatafuta kukubalika na watu, anatafuta kupendwa na watu anatafuta kupata sapoti na watu. Kwa hiyo chochote anachokifanya anategemea, akikipeleka mbele ya watu waweze kukipokea, waweze kumuunga mkono, waweze kumshika mkono. Anapokutana na hali ya kukataliwa, ile kitu inamnyima kujiamini, na ukishakosa hali ya kujiamini, huwezi kuendelea mbele. Ndio maana Kristo akashughulika na, kwanza utaanza utakutana nalo wakati unakataliwa lakini msalaba kazi yake. kutana nalo wakati unakataliwa. Lakini msalaba kazi yake ni kukuonesha kwamba wewe sio wa kwanza kukataliwa, Bwana Yesu. Kwa hiyo ita msalaba utakutengenezea hali ya kujiamini, ndio utaona ndoto zako zinakufazo ndani. Popote ninapopeleka watakataa halo. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo maana sasa kazi ya msalaba ni kukusaidia wewe kushinda hali hiyo ya kukataliwa katika jina la Yesu, sema amen. Niliwaambia wale waliokwepo jana jioni, kama hujawahi kukataliwa kwenye jambo lolote uwezi ukaelewa hichi ninachokisema. Bwana Yesu asifiwe. Utakuwa unaona ni swala la kawaida tu, na utajiuliza mtu anakataliwaje? Mtu anakataliwaje? Hivi kweli unakataliwaje? Yaani unashindwaje kuajiriwa? Shetani akitaka kuzuia maono yako akitaka kuzuia kufika kwenye hatima yako, atakutengenezea hali ya kukataliwa. Kila unachokifanya hakuna naye kikubali, na kwa sababu ya kutokubalika, hakuna fursa unaweza ukakutana nayo, na hata ikitokea hautakuwa na ujasiri. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Mfano, wewe ni fundi wa kushona nguo, hmm? Amekuja mteja wa kwanza, umemshonea. Alipokuja kuchukua ile nguo, anakwambia li nguo gani umenishoneajei hii bwana yesu asifiwe anakataa anakuja mteja wa pili anakataa mteja wa tatu anakataa na matusi juu huwe na uhakika akija wa nne inakuwa 50-50 nipokee au nisipokee nifanye au nisifanye wa kwanza alikataa mshono ulikuwa tofauti na wa pili, hivyo hivyo. Huyu naye amekuja anataka nimfanyie hichi. Je, atakipokea? Je, itawezekana? Kwa hiyo ndani unakuwa na maswali, nifanye au nisifanye. Ndio maana tunasema hali ya kukataliwa inakutengenezea mazingira ya kutoona fursa na kufanya usipewe fursa. Sasa hiyo hali inapotokea kwa mwanadamu ni kitu kigumu sana ni kitu kizito sana kukibeba, ni kitu kizito sana kukikabiri. Ndio maana wengi wanaishia njiani. Wana ndoto kubwa, wana maono makubwa, lakini wanaishia njiani. Ukiuliza kwa nini, Anasema nilikataliwa. Ninachotaka ni kuambie unapoutazama msalaba usione hali ya kukataliwa katika jina la Yesu aliye hai. Yesu Kristo alikataliwa ili ukubalike katika jina la Yesu Kristo. Wakikukataa mahali hapa, Yesu alisema kung'unta mavumbi, nenda upande wa pili, katika jina la Yesu. Isiwe sababu ya kuvunjika moyo na kutoona fursa. Unapoona fursa nyingine, nenda katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Wakikukataa mahali hapa usiache kufanya, kumbuka alichokifanya Kristo msalabani. Ukishakumbuka alicho ya kushinda, unayo neema ya kukabiliana na hayo, unayo neema ya kupambana na hayo, na kwa sababu yeye alishinda, na wewe utashinda, na ukishashinda, milango inafunguka katika jina la Yesu Kristo. kwa Kristo alikataliwa kwa sababu ya haya mambo, lakini kukataliwa kunatengeneza msongo wa mawazo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu akikataliwa mawazo yanazaliwa ndani. Hisia zake zinabadilika. Anakuwa na maumivu kwenye moyo. Anajiona hana thamani. Ule msowa akalinganishwa, yani jambazi likaonekana bora, muuaji akaonekana bora. Viongozi wanasema huyu mtu ana kosa ambalo linapelekea kuuawa ambalo linafanya auawe. Lakini nyinyi mnataka auawe, shida iko wapi? Wanasema hakuna sisi hatumtaki, tufungulieni huyo muuaji. Manake Kristo hana thamani, alifanyika kutokuwa na thamani ili wewe uonekane una thamani. Katika jina la Yesu ali hai. Kwa hiyo watu wanapokukataa manake wanakutengenezea mazingira ya kuonekana hauna sam... wanajiona hawana maana halo, anajiona hana thamani ndio maana utakuta anavunja hata kio, akiangalia hivi haelewi. Bwana Yesu asifiwe. anasema kuna umuhimu gani wa kuishi? Ndio maana sasa adui akitaka kukwamisha kufika kwenye hatima, atakuwekea hali ya kukataliwa. Kwa nini ile hali ya kukataliwa itakufika? jina la Yesu, sema amen, sema amina kubwa. Tusome kwenye kile kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro tuone hapo. Kwa hiyo Yesu alienda msalabani, ili unapokutana na ile hali ya kujiona au na thamani, akuoneshe kwamba yeye alipitia hayo ili wewe upate heshima. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya pili, sura ile ya pili na ule mstari wa nne na ule mstari wa nne anasema hivi, waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya pili na ule mstari wa nne. Kwa sababu kukataliwa kuna kufanya ujione hauna thamani, kuna jifa, kuna kufanya uone hauna maana katika hii dunia, lakini Kristo alipitia hayo ili kuonesha uthamani wako na heshima yako. Anasema hivi, mwendee yeye, jiwe lililo hai lililokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Bwana Yesu asifiwe! Anasema mwendee yeye. Nani mwendee Yesu? Kwa nini umwendee? Ni jiwe lililokataliwa na wanadamu, lakini kwa Mungu ni chombo cha heshima. Anasema kwa Mungu ni teule lenye heshima. Maanake kwa Mungu Kristo ni heshima kubwa, alikuwa na thamani. Na wewe watu wanakukataa ili ujione hauna thamani. Asubuhi ya leo nataka nikwambie unayo thamani katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa nini Kristo aliyekataliwa akaenda msalabani ni wa heshima mbele za Bwana? Na kwa kuwa ni wa heshima, na wewe heshima yako itaonekana katika jina la Yesu Kristo. Unapokutana na hali ya kukataliwa, usivunjike moyo, usikate tamaa. Angalia msalaba, maana hapo ndipo Kristo alipopita ili kuonesha uthamani wako. Wakati wengine wanakuonesha hauna thamani, tambua yuko mmoja anayeelewa thamani yako katika jina la Yesu Kristo. Na kama anaielewa thamani yako mwangalie yeye, na yeye ndo atakupa nguvu. Na hawa wanadamu ambao wanaona hauna thamani, muda unafika, wataiona thamani yako katika jina la Yesu aliye hai, kwa sababu kulie wewe uliyekataliwa na wanadamu. E Bwana, nisaidie na mimi niweze kushinda hali hii, imenifanya kuwa mnyonge, imenifanya niwe na hofu, imenifanya nijione sina thamani. Asubuhi ya leo nimetambua ya kwamba mimi ni wa thamani mbele zako, mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda, unaniwazia yaliyo mema. Wakati wengine wananikataa na kunifanya nione sina maana, wewe ulinipenda ukatoa uhai wako. Nitie nguvu ya kusonga mbele nitie nguvu ya kuendelea mbele, nishinde kizuizi hichi, nishinde hali hii ambayo adui anaiachilia kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Chochote anachokitumia kama udhaifu, ili nikataliwe, ili nisikubalike, ninakiondoa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Hebu nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana akuondolee hiyo hali akuondolee hiyo hali, na kama unaipitia kwenye maisha, mwambie akupe kushinda. Yamkini unafanya vitu watu wanavikataa, unafanya vitu watu wanavikataa, hakuna anayekukubali, hakuna anayekupa mkono wa ushirika. Mwambie Bwana asubuhi ya leo, mimi ni wa thamani. Umebaki peke yako, nishike mkono wako, nishike kwa mkono wako, nisaidie kuvuka mahali hapa, nisaidie kuvuka eneo hili. Ninajua umeandaa watu, uliwaambia wale mitume, mahali mtakapoingia waka wakali

kuleni mtamke baraka. Wakiwakataa kung'uta mavumbi, nenda sehemu nyingine. E Bwana, isiwe sababu ya mimi kukwama. Nipe kuona mlango mwingine tena, nipe kuona fursa nyingine tena katika jina la Yesu Kristo. Nisikatae nafasi za kazi zinazotolewa eti kwa sababu walinikataa, eti kwa sababu waliniacha. Nipe neema ya kusonga, nipe neema ya kuendelea katika jina la Yesu Kristo. rapashata ramanda rekatari abasata ya baba shata e Mungu, katika jina la Yesu Kristo ninakuja mbele zako kama kuhani wako katika majira haya. E Bwana, naachilia damu yako takatifu ipite juu ya kila mmoja, iachilia ushindi e Bwana juu ya baba huyo, mama huyo, kijana huyo, na binti huyo anayekutana na hali ya kukataliwa, ukoo umemkataa, ndugu amemkataa, wakimsingizia ni mchawi, wakimsingizia ni mwongo, wakimsingizia ni mfitini. E Bwana, neema yako ipite ya kuanzisha jambo hilo na kupeleka mahali panapohitajika, maana iko nafasi nyingine tena, uko mlango mwingine tena katika jina la Yesu Kristo. raba sheteria manda rapa koramasata yenda raba shata rapa kaliando rapa riba sata tusaidie e Bwana, tusaidie e Bwana, tuwezeshe e Bwana. Neema yako iwe pamoja nasi, neema yako itembee pamoja nasi. Wewe ulishinda, na sisi tunaomba neema ya kushinda hichi kizuizi. Kimekuwa tatizo Bwana, tumekuwa watu wa kujikataa tumekuwa watu wa kujiona tuna maana kwa sababu ya kukataliwa. Ee Bwana, neema yako ifunuliwe leo, muoneshe walio upande wake, muoneshe ulivyo pamoja naye, tuoneshe ulivyo pamoja naswi, tuoneshe ya kwamba uko pamoja naswi hata ukamilifu wa dahali. Watu wote wajapotukataa, watu wote wajapotutenga, wewe umetukubali na madhaifu tulio nayo, wewe umetukubali na udhaifu tulio nayo, ulitupenda upeo Bwana, ulitupenda upeo Bwana, angalia madhaifu, umetupenda hivyo hivyo. Bwana, achilia neema ya kufikia kwenye hatima, achilia neema ya kufika kwenye mwisho mwema uliouandaa kwa kila mmoja, uliouandaa kwa kila mmoja, uliouandaa juu yetu tufike kwenye hatima hiyo kwa jina la Yesu Kristo. Asante Mungu wa amani, sante Mungu mwaminifu. Heshima na utukufu ni za kwako kwa Bwana. Libarikiwe liimiliwe jina lako Mungu mtakatifu, uinuliwe utukuzwe Bwana wa mabwana. Ni katika jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Shangilie Bwana kwa makofi na vigelegele kwa kuachilia neema hiyo juu yako. Kamata sadaka yako ya siku ya leo wewe uliyekuja na dhabihu, kamata sadaka yako, usiogope. Yesu alikataliwa kwa ajili yako, usijione hauna ya maana tena, usiwe na hofu ya kufanya. Anza upya katika jina la Yesu aliye hai. Waliokukataa leo, kesho watakukubali katika jina la Yesu Kristo. Waliokukataa leo, kesho watakuheshimu katika jina la Yesu. Kwa hiyo usiogope, endelea kumsihi Bwana na Mungu ni mwaminifu. Lakini pia wakati unatoa sadaka yako siku ya leo, utachukua Baasha kwa ajili ya siku ya kesho. Toa sadaka yetu kwa njia ya Baasha, na wewe unayetutazama online utaachilia sadaka yako kwenye namba zinazopita hapo, kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema sante kwa uaminifu wako na upendo wako. Sante kwa neema ambayo umeiachilia asubuhi ya leo. Umeendelea kutufundisha na kutuelekeza ya kwamba viko vizuizi mbalimbali mbali ambavyo adui anavitumia tusifike kwenye hatima, na kizuizi mojawapo ni kukataliwa, maana kuna madhara ndani mwake. Kwa msaada wako tunajua tutashinda na zaidi ya kushinda. E Bwana, tumelisikia neno lako, tumetiwa nguvu. Saa hii tunapokwenda kunyoosha mikono yetu kukutolea, e Bwana, naomba ukazipokee sadaka hizi ukazitakabali. E Bwana, mbariki kila mmoja anayenyosha mkono wake kukutolea, mkumbuke e Bwana, msaidie e Bwana, mali alipokataliwa akakubalike sasa, ile damu yako ya neema ile damu yako iliyomwagika pale msalabani, ikalete upatanisho, ikalete kibali machoni pake katika jina la Yesu Kristo ikaachilie kibali kisicho cha kawaida, ikaachilie kukubarika ili afike kwenye hatima yake. Yote uliyapitia ukashinda, na yeye akashinde na zaidi ya kushinda, akijua ya kwamba mbele yake iko neema, mbele yake uko ushindi. Katika jina la Yesu Kristo ninambariki siku ya leo, anapotoka mahali hapa na kuelekea katika shughuli zake, wingu la utukufu wako likamfunike, uwepo wako Bwana uwe pamoja naye, nguvu zako zimwatamie, mwepushe na na kila mitego ya yule mwovu, mwepushe na kila mabaya, katika jina la Yesu Kristo. Ikawe ni siku nyingine tena iliyobarikiwa na wewe, ikawe ni siku nyingine tena iliyobeba ushindi na neema. Mkono wako wenye nguvu uwe pamoja nasi katika kutufanikisha na kutubariki. Asante Bwana kwa sababu unasikia. Endelea kuimarisha hata afya zetu, ondoa magonjwa katikati yetu, tupe afya njema, ili tuendelee kukutumikia kwa uaminifu, katika jina takatifu la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Mungu awabariki sana, niwakaribishe jioni saa kumi na mbili na nusu. Usikose nafasi hii ambayo tumeipata, saa kumi na mbili na nusu ni muda mzuri kabisa. Anza na Bwana, maliza na Bwana, na maombi haya yatakuwa baraka katika maisha yako, na Mungu atafanya. Amen, karibu okay, baraka zake Mungu. Bwana Mungu akubariki, akulinde. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake akufadhili. Bwana Mungu akuinulie wa uso wake na akupe amani. Baba, Mwana, na Roho, Amen. Amen. Kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, Amen. Wenende kwa amani ya Bwana ukatumike kwa furaha. Karibu mshukuru Mungu kwa sadaka yako.